Mtazamaji mpendwa wa kipindi chetu cha Ijue Liturujia katika, karibu katika mfululizo wa vipindi vyetu, na leo tutajikita zaidi katika Kwaresma, kipindi cha Kwaresma. Kabla hatujaanza kipindi chetu, tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Baba Mwenyezi, uwe nasi katika kipindi chetu cha leo, tunapo tafakari Kwaresma pamoja na ujumbe wa Kwaresma ambao maaskofu wametuletea. Tunaomba kipindi hiki kiwe cha neema na baraka kwetu sisi wanadamu, na kwa ajili ya utukufu wa jina lako na kwa ajili ya manufaa yetu sisi wanadamu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, Amina. Mpendwa mtazamaji wa kipindi chetu cha Ijue Liturujia, leo tunapenda tujikite katika Um, kutafakari juu ya mambo kadha wa kadha ya kipindi hiki cha Kwaresma. Katika kipindi chetu kilichopita tuligusia kidogo juu ya ujumbe wa Kwaresma ambao mababa askofu wameutoa, ujumbe wa Kwaresma wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Niendelee kusisitiza kwamba kila mwaka mababa huandaa ujumbe huu wa Kwaresma na kuagiza utumwe katika kanisa zima la Tanzania kupitia kurugenzi ya kichungaji. Na hadi sasa kurugenzi ya kichungaji imeshafanya hivyo na kutuma ujumbe huo. Ujumbe huo kama maaskofu walivyoagiza ni lazima usomwe kila Ijumaa baada ya njia ya msalaba. Usomwe na nakala ambayo inapaswa kusomwa ni ile ambayo inapatikana kwenye kitabu hiki kidogo. Na wameagiza kwamba usisome ujumbe wa kielektroniki au kufanya fotokopi, kwa sababu inavyoonyesha kwamba kuna baadhi ya watu wametengeneza ujumbe wao na kuurusha mtandaoni. Hivyo ni hatari kuchukua hizi kopi za kielektroniki ambazo inawezekana sio halisi. Kwa hiyo ujumbe halisi ni ule ambao unapatikana katika kitabu hiki ambacho kimetumwa kwetu. Sasa tuguse kwamba katika Kwaresima, kwanza tunaanza kwa na mavazi au rangi ya liturujia. Kama tunaziona leo, tunayo rangi yetu ya zambarau, mavazi ambayo watavaa mapadre na eh, pale altareni kupambwa, eh, vitambaa vinavyotumika altareni vya watumishi vinakuwa ni vitambaa vya zambarau. Kwa nini kitambaa au rangi ya zambarau? Zambarau ni rangi ya matumaini. Matumaini gani? Matumaini ya ufufuko. Kwa hiyo tupo katika kipindi hiki cha toba, lakini tunatumaini kwamba kutakuwa na ufufuko. Ndio maana tunatumia rangi hii, ndio maana hata rangi hii inatumika katika ibada za mazishi tukitumaini kwamba yule tunayemzika hapotei, bali kuna matumaini ya ufufuko. Kwa hiyo ndio maana leo tunayo rangi yetu hii nzuri kabisa, rangi nzuri ya zambarau kama tunavyoiona. Kwa hiyo, kumbe sio rangi ya kifo, ni rangi ya tumaini la ufufuko. Kwa hiyo Kwaresma sasa ni kitu gani? Au Kwaresma ni nini? Kwaresma, kanisa linatufundisha kwamba ni kipindi cha maandalizi ya Pasaka. Kwa hiyo tunajiandaa kwa ajili ya huo ufufuko. Ni kipindi cha toba, tunaalikwa kila mmoja kutubu dhambi zake na kutubu vilevile vile dhambi za ulimwengu, ili hatimaye wakati wa Pasaka tufufuke tukiwa na utukufu kama utukufu wa Kristu. Kipindi hiki vilevile vile cha kwaresima ni kipindi cha maandalizi ya ubatizo, hasa wale wakatekumeni ambao wanaandaliwa kwa majuma kadhaa ili usiku ule wa pasaka waweze kubatizwa. Kwa hiyo kumbe, ni kipindi cha maandalizi hayo ya, ya ya ubatizo kwa watu wazima. Kipindi cha kwaresima kama kawaida kinaanza na Jumatano ya Majivu, ambapo Mama Kanisa anatualika tutubu na kuiamini Injili. Tunapopakwa majivu, tunaambiwa tubuni na kuiamini Injili, lakini vilevile vile tunakumbushwa kumbuka, wewe ni uvumbi na uvumbini utarudi, wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Kwa hiyo kumbe, ni kipindi ambacho tunakumbushwa kwamba maisha haya sio ya kwetu, lakini tutarudi mavumbini. Kwa hiyo ni wajibu wa wachungaji mapadre maaskofu kuwakumbusha waamini juu ya umuhimu wa mwanzo huu wa kipindi cha Kwaresima na umuhimu wa kipindi cha Kwaresima katika ujumla wake. Kipindi hiki cha Kwaresima kwa kawaida aleluya haiimbwi au haitamkwi. Kwa hiyo ni kipindi ule, wakati wa shangilio aleluya, eh, haitajwi na vile vile utukufu hauimbwi wala hausemwi. Vile vile hata wimbo ule e, e Mungu twakusifu unakuta hauimbwi utukufu pamoja na e, huu wimbo wa, wa e Mungu twakusifu unaweza kuimbwa kwenye sherehe tu, sherehe maalum, mfano tarehe kumi na tisa ya mwezi wa Machi e, inakuwa ni sherehe ya uh, ya Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria. Kwa hiyo kwa sababu ni sherehe, utukufu utaimbwa au sherehe ile ya kupashwa habari inaweza ikaimbwa, au kama kuna tukio ambalo lina hadhi ya kisherehe, basi utukufu unaimbwa. Lakini aleluya kamwe, hata iwe ni wakati wa sherehe, haitajwi kipindi hiki cha eh, cha Kwaresma. Kama nilivyosema watu wengi wangependa kujua siku ya Jumatano ya majivu wanapaswa wafunge vipi au kuna kitu gani cha pekee. Kwa hiyo siku ya Jumatano ya majivu ni siku ya kujinyima kula chakula, kwa hiyo ni kufunga na kujinyima chakula. Ni mwanzo ambapo tunaalikwa kufanya toba na hata katika liturujia yetu mara nyingi mapale tunakosea, tunaambiwa lile tendo la toba halitajwi pale mwanzo wa ibada, bali ikishatoka tu utangulizi itafuata tuombe ile kolekta, kwa sababu tendo lile la toba litafanyika baadaye. Ile na kuungamia Mungu Mwenyezi waga haisemwi pale mwanzo, bali inakuwa ni sehemu ya tendo la toba, wakati wa sala ya kubariki majivu pamoja na kupakwa majivu. Kwa hiyo baada ya Injili inafuata hilo tendo la toba kwa kubariki majivu na kuwapaka watu majivu na kuwaalika, tubuni na kuiamini Injili. Na mama kanisa anatuagiza kwamba Jumatano ya Majivu maadhimisho mengine hayaruhusiwi isipokuwa labda kama ni misa za maziko lakini siku ya leo ni adhimisho tu linalohusu jumatano ya majivu. Lakini maadhimisho mengine kama sijui nadhiri au kama una sherehe yako au sijui kumbukumbu za watakatifu, leo hapana. Labda kama ni maziko, basi misa kama hizo zinaweza zikafanywa. Katika kipindi hiki cha Kwaresma tunayo jumaa, Dominika ya tano ya Kwaresma, Dominika ya tano ya Kwaresma. Dominika hii ni Dominika muhimu sana kwa sababu kwa kawaida kunakuwa na kufunika misalaba pamoja na sanamu ambazo ziko eh, ziko mle kanisani. Kwa hiyo inatumika vitambaa vile vya zambarau, wanafunika misalaba yote ile, wanafunika na eh, masanamu yote ambayo kwa kawaida inafanika ile jioni e, kabla ya masifu ya jioni ndio wanafunika e, vitu hivyo, na ni utamaduni ambao ulikuwepo tangu kipindi kirefu ambao unaonyesha e, kwamba kipindi kile karibu na Pasaka Yesu alikuwa anajificha mara kwa mara, kwa sababu alikuwa anatafutwa au uawe, kwa hiyo saa yake ilikuwa haikufika. Kwa hiyo ni kitendo cha kuonyesha huzuni na kule kujificha kwa Yesu. Ndio maana utamaduni huo umekuwepo tangu zamani hizo, na katika kipindi hiki cha Kwaresima kuna juma takatifu. Juma takatifu, sasa juma takatifu kwa kawaida linaanza siku ile ya Dominika ya matawi. Juma takatifu linatualika tutafakari juu ya ukombozi wa mwanadamu, kutafakari mafumbo ya ukombozi yaliyotimizwa na Yesu Kristo kwa mwanadamu. Kwa hiyo juma takatifu kama nilivyosema, linaanza katika Dominika ya matawi na linaenda mpaka siku ya Alhamisi kabla ya adhimisho la karamu ile ya Bwana au karamu ya mwisho. Kwa hiyo ni maswali ambayo, okay, wengi wanauliza, juma takatifu linaanza lini, linaishia lini? Ni maswali unapaswa wewe kama muumini, kama mtaalamu wa masuala ya teolojia, basi ufahamu kwamba dominika ya matawi ndiyo inayotuanzishia eh, juma takatifu na inaenda inaendelea mpaka masifu ya jioni ya dominika eh, ya ufuko katika juma takatifu. Vile vile kuna ile baraka ya matawi eh, ni siku muhimu sana, ambapo waamini watakusanyika, watakuja na matawi yao ya mitende eh, au matawi mengine kutokana na mazingira ambapo watu wapo, yatabarikiwa na padre, halafu ndio yataanza maandamano ambayo ni kumkaribisha Kristu kwa shangwe. Nasema Yesu eh, anaingia, anaingia kwa shangwe eh, pale Yerusalemu. Inatukumbusha safari ya Kristu aliyeingia kwa shangwe, siku chache halafu baadaye akakataliwa inaakisi vilevile maisha yetu kwamba katika mafanikio yetu tutapokelewa kwa shangwe, lakini pale tunaposimama katika imani e, hata ikibidi tu e, tukosolewe au tuteseke, tuwe tayari kama Kristu aliyeshangiliwa, lakini akawa tayari kukosolewa na kuteswa kwa ajili yetu. maadhimisho haya ya, eh, ya ya matawi yanapaswa kufanywa kwa shangwe, eh, tukienda katika ile dominika ya matawi kwamba yanapaswa yaadhimishwe kwa shangwe, sio kinyonge, na kama yanaadhimishwa kwa shangwe maana yake kuwe na kusanyiko la watu la kutosha. Kwa hiyo dominika ya matawi ya mateso ya Bwana ni siku ambalo kanisa linaingi, linaingia kwenye mafumbo ya kifo kuzikwa na kufufuka kwa Bwana wake, linaunganisha furaha kuu ya Kristo ambaye ni mfalme na kutangaza mateso yake. Kwa hiyo tunaadhimisha furaha lakini tunatangaza mateso yake, ambayo mateso hayo ndiyo yanayo yanayoileta Pasaka. Bila mateso hakuna ufufuko kwa hiyo kuingia kwa Bwana Yerusalemu kwa shangwe kuna tukumbusha au kukumbukwe kufanywa kwa maandamano kwa shangwe na kuimba ile hosana, mwana wa Daudi, ndiwe mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, hosana mwana wa Daudi. Ni dominika ambayo inasindikizwa kwa kutikisa tikisa yale matawi, maana yake kuonyesha ile shangwe Sio kwenda kwa huzuni, lakini kutikisa kwa shangwe kuonyesha kwamba huyu anayeingia kweli ni, ni, ni, ni, ni mfalme. Kwa hiyo matawi ya mizeituni au matawi ya mitende, au kutokana na mazingira kama matawi ya mizeituni au mi, matawi ya mitende hayapo, basi waamini watatumia matawi ambayo yamezoeleka katika eneo husika ambayo yanatumika katika kushangilia. Matawi hayo yanabarikiwa kama alivyosema na padre siku hiyo ya adhimisho. Lakini katika mwongozo ambao umeshatolewa na baraza la maaskofu, ambao ni liturujia ya Jumatano ya majivu na juma kuu bila padre, kama tunavyoona kitabu hiki, tulikitoa tangu mwaka jana. Kwa hiyo kumbe, hata makatekista au ambao sio mapadre hiki kitabu kinahusu wasio mapadri. Hata shemasi anaweza akatumia kitabu hiki katika maadhimisho haya ya dominika ya matawi pamoja na juma kuu. Mwongozo umetolewa humu kwamba matawi hayo yatabarikiwa na padri kabla ya adhimisho lenyewe, hilo kama anaongoza mtu ambaye sio padri, na ataendesha ibada kwa kadiri ilivyoelekezwa katika mwongozo huu. Kwa hiyo ni vizuri basi maparokiani na kila mahali ambapo padre sie anayeadhimisha, kitabu hiki au mwongozo huu uwepo. Kwa ajili ya kuingia Yerusalemu kwa shangwe zimewekwa namna mbalimbali mbali za hayo maandamano, itategemea na, na mahali. Kwa hiyo kuna namna ya kwanza, namna ya pili, namna ya tatu. Basi kila mara tunawaalika wale ambao ni viongozi wanaoongoza eh, maandamano hayo au mashangilio hayo, basi wafuate utaratibu ambao umewekwa au utaratibu mwingine unaofaa kwa kadiri ya maelekezo ya kijimbo ya ma, au ya, ya askofu wa jimbo. Vilevile vile katika dominika ya matawi kuna kusoma historia ya mateso ya Bwana. Sehemu nyingi yamekuwa yakiimbwa lakini hata yakisomwa sio vibaya. Ile historia ni ile ambayo tumezoea wanaimba, mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu yalivyoandikwa na Mtakatifu labda Yohane nane na nane. Basi kwa hiyo historia hiyo isomwe yote, ili kukumbusha eh, yale ambayo Kristu ametuletea katika safari yake hiyo ya kutukomboa sisi wanadamu. Na katika kusoma historia hiyo sehemu ile ya kusema Bwana awe nani haisemwi, au e, au somo katika Injili tutafuata kama ilivyoelekezwa, na mwishoni mwa Injili ile basi lisemwe hilo ndilo neno la Bwana, lakini kitabu kile e, hakibusiwi na mahali ambapo misa haiadhimishwi, liturujia ya neno ifanyike kuhusu kuingia kwa bwana Yerusalemu. Maanake, sehemu ambapo sio uh, hakuna padre, basi ifanyike basi ibada e, ya kufanyika kuingia Yerusalemu kwa shangwe. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, kabla ya adhimisho la zile siku tatu kuu za Pasaka, kuna misa ya Krisma. Misa ya krisma. Kwa hiyo misa ya krisma huadhimishwa lini? Au mara nyingi watoto wa kipaimara au watoto wa komunyo ya kwanza wanaulizwa mafuta yale ya krisma yanabarikiwa siku gani? Utasikia watoto wanasema mafuta ya krisma yanabarikiwa na askofu siku ya Alhamisi Kuu. Ndio watoto tunavyowafundisha. Kwa hiyo kwa kawaida misa ya kubariki mafuta ambayo ni Krisma takatifu, mafuta ya wakatekumeni, pamoja na mafuta ya wagonjwa hufanyika siku ya ile ya Alhamisi Kuu. Lakini kwa sababu za kichungaji, kanisa limeruhusu kwamba mafuta hayo yanaweza kuwekwa wakfu, haya ya Krisma pamoja na kubariki yale mengine kabla ya ya, ya, ya, ya siku hii ya Alhamisi. Na maana inaweza inakachukuliwa siku nyingine lakini iwe karibu na siku hii ya Alhamisi. Na Krisma takatifu au Misa ya Krisma kama inavyoitwa ina maana gani kwa waamini na kwa kanisa? Kwa hiyo Krisma au Misa ya Krisma ni wakati askofu anaunganika pamoja na waamini, anaunganika na mapadri wake na mashemasi au na taifa lote la Mungu katika jimbo fulani kuadhimisha hili adhimisho kuu ambalo lina umuhimu sana katika kanisa. Kwa hiyo katika adhimisho hili, kama tunavyoalikwa mapadri wajumuike pamoja na askofu wao kuonyesha huo umoja wao, wanashuhudia na wanashiriki adhimisho hili kuu la kubariki mafuta na kuweka wakfu eh, krisma takatifu. Askofu anaonyesha huu umoja wa utumishi pamoja na mapadre wake. Ndio maana ikifika ule wakati maalum wa kubariki mafuta na kuweka krisma takatifu wakfu, askofu watazungukwa na mapadre wake ili kufanya ibada hii iliyo kuu. Hapo ndipo umuhimu wa mafuta haya matakatifu unapoonekana, kwamba askofu, mapadre, mashemasi na waamini wote wanakusanyika kwa ajili ya adhimisho hili kuu la ku weka wakfu mafuta haya na kubariki mafuta haya mafuta haya, ambapo baadaye mafuta ya Krisma yanatumika kuweka wakfu mapadre, wanapakwa mikononi waweze kubariki, maaskofu watamiminiwa. Lakini mafuta haya ya Krisma wanapakwa wabatizwa, wanapakwa katika pa, katika utosini. Kwa hiyo kila muumini amepakwa mafuta hayo utosini na kushiriki ukuhani wa Kristo kama alivyokwisha kusema katika eh, vipindi vyangu vilivyopita, kwamba kila muumini ni mpakwa mafuta, kwa hiyo ana upako tena mafuta ya Krisma. Lakini vilevile vile, kila muumini wakati wa kipaimara anapakwa mafuta hayo katika panda la uso, anaimarishwa kuwa askari hodari wa Yesu Kristo kwa hiyo ni mpako mafuta lakini vile vile kila mbatizo anapakwa mafuta hayo kifuani. Nasema kwa kupakwa mafuta hayo kifuani anafutiwa dhambi ya asili. Kwa hiyo kumbe, mafuta haya kila muumini amepakwa. Na mafuta haya mengine ya wagonjwa, mtu anapokuwa mgonjwa, basi ataomba e, padre aje ampake hayo mafuta, ili aweze kumpatia ahueni yaweze kumpatia nguvu yaweze kumtolea maumivu yaweze kumfutia hata adhabu ya dhambi zake, na Mungu akimwita, basi aweze kupokelewa akiwa ametakaswa kwa mafuta haya ambayo yana Roho Mtakatifu. Mama Kanisa anatualika kipindi hiki kila mara mapadre na wachungaji wote wawaelimishe waamini juu ya mafuta haya ambayo ni muhimu sana ndani ya kanisa, ambapo unaona na wengine wasioyafahamu wameiga na kuyachukua kwenda kuyatumia visivyo, kwenda kuyatumia visivyo. Kwa hiyo kumbe waamini wote wanaalikwa kutafakari hilo, na baada ya baraka ya na kuwekwa wakfu mafuta haya basi yatagawiwa kwenda maparokiani, na inasisitizwa kwamba mafuta haya basi yagawiwe mapema kabla ya adhimisho la ile karamu ya mwisho, yagawiwe kabisa, kila padre, kila parokia, kila makanisa, kanisa vidogo tunavyoviita chapo, basi wachukue mafuta hayo, ili yaweze kwenda kutumika katika maadhimisho ya sakramenti hizo: sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya kipaimara, pamoja na sakramenti ya wagonjwa. Sasa swali linakuja, ambalo linaulizwa sana na waamini, kwamba je, yale mafuta ya zamani ambayo labda hayakuisha yanapelekwa wapi eh? Kwa nini labda wasipewe watu waende wakatumie katika matumizi mengine? Kanisa linaelekeza kwamba mafuta yale ya zamani kama yamebaki mengi basi yawekwe kwenye taa ile ya tebenakulo. E, kuna makanisa ambayo yanatumia taa zile zinazotumia mafuta, kwa hiyo yawekwe kwenye taa ile ya tebenakulo yaendelee kuungua, lakini basi kama ni mengi au kwa namna moja au nyingine yaunguzwe, yanachanganywa na pamba vizuri, halafu yanaunguzwa mahali maalum na kuzika vumbi lile. Na kwa nini kanisa linafanya hivyo? Haya mafuta sio kwamba yameisha nguvu, bali kwa sababu ya kiafya na kitaalamu. Mafuta yanapokaa zaidi, basi kuna kuharibika eh, tunasema ule utakatifu hauishi, lakini yale matirio yale, ile maada ambayo ni, ni, ni, ni ya kawaida, basi inaharibika basi yaunguzwe vizuri, ili yasije yakatumika vibaya. Watu wanaweza wakaenda kachukua yakatumika kishirikina, au kwa namna moja au nyingine. Basi ndiyo hivyo ambavyo tunaagizwa. Tunarudi pale pale tunapoanza kipindi hiki cha Kwaresima, kwamba ni kipindi cha mfungo, kipindi cha toba Wengi watauliza sasa, tunafungaje sisi Wakatoliki? Je, tunafunga kama wengine wanavyofunga, tunavyowaona? Mfungo wa kikatoliki ni wa pekee. Mkatoliki anaalikwa kufunga hasa siku ya Jumatano ya Majivu, anaambiwa funga, funga chakula asubuhi na mchana, funga, ufunge kabisa. Lakini utaratibu wa kufunga wa Kikatoliki, unapofunga kile chakula sio kwamba unakiweka halafu baadaye ule ukifunga. Kama ni asubuhi hujala, usija ukasema kwa sababu sijanywa chai asubuhi, nitainywa hiyo chai saa kumi na mbili na nusu jioni au saa moja. Hapana, kama hujala hujala, na kama hujala chakula cha mchana, maana yake sio kwamba unakihamishia jioni, kwamba sasa utaamua saa saa moja utakula, saa nne usiku utakula, saa nane utakula. Hapana, hapo hujafunga, tunasema umebadilisha ratiba ya kula, badala ya kula mchana umeamua kula usiku. Sasa mfungo wa Kikatoliki sio wa namna hiyo. Mkatoliki anaalikwa kufunga kikwelikweli na kutobadilisha, e, ratiba ya kula, na chakula kile akitoe kama msaada. Ni washukuru kwa kuendelea kusikiliza kipindi chetu cha Ijue Liturujia. Niwatakie Kwaresma njema